Hapa jisikie nyumbani, jisikie kwa wanao. Kusema kweli, mama, ujio wako hapa ni baraka kubwa sana. Yani, yani tukizingatia mahusia yako, kila kitu unachotuelekeza mimi na mwenzangu hapa tunainuka kimaisha, tumejenga mm -hmm. Tumenunua uh, viwanja kadhaa, tunaweka miradi, tunaendelea. Kusema kweli, mama, uwepo wako tunautambua, ndio ni kweli, mamangu kabisa yaani, tunashukuru sana ya mama, Mungu akuweke ili mm -hmm. kwamba uje uone baraka za wajukuu na vitukuu na wale wengine na zile ambazo baraka Mungu ametuwekea kwa ajili yako kabisa. Ah, mimi nasikia raha pia kuwaona mko wazima mimi mm -hmm. pia nimesikia raha hey. Mwanangu, naambia una neno lakini. Neno mamangu, okay. Endelea vizuri kabisa. Ah, nakuona Ah, lakini mwanangu si kama mpokuwa na Rashidi ulikuwa ukija mara kwa mara. Mama jamani! Ah, mpokuwa na Rashidi mwanangu ni mzuri zaidi. Mama jamani, unamaanisha nini kusema hivyo jamani? Rashid anatokea Rashid, Rashid, wapi tena hapo? Nilikuwa mkija mkimtembelea mkiletea zawadi chochote mpatacho mwanipa, ah? Ha? Bila hata ya kuomba mtoto aatu alikuwa akinipa. Sasa mama. Ulipokuwa na Rashidi wakumbuka. Yaani nikikohoa tu mtoto wa watu, watu maskini si zawadi hizo chochote mama, he. Ah, lakini sasa na kwa paka nije niombe hivi, mwanangu ni haki kweli? Lakini mama, maneno gani hayo? Mimi saa hizi hmm. Nimeolewa na nimeolewa, ya, ya Rashidi alikuwa ni kitambo wakati huo, saa hizi nimeolewa <laughs> na niko chini ya mume wangu hapa. Sasa mbona unaongea maneno ya Rashidi saa hizi? Rashidi ni nani hapa? <laughs> Ah, Rashidi alikuwa rafiki yake wa zamani hmm. Hmm. Mama jamani, mama jamani, naongea hizo story hizo hapa mbele ya mume wangu kwa sababu gani? Lakini mama, naongea kwa uzuri, wale mtoto wa watu maskini vile akituangalia mwanangu, nawe lakini sasa mama, hiyo ni kitambo, nayo ilipita, na wakati nimeolewa sasa, mimi ni mke wa mtu. Si kwa ubaya mwanangu, si kwa ubaya, lakini sasa, sasa mama, mimi nimeolewa, mimi ni mke wa mtu. Najua mwanangu, mumeolewa lakini mumenitupa wanangu, mumenitupa Yaani, mpaka kuja kwangu hivi nakuja, kama mbona nakuja kuomba zaka. Ni haki hiyo kweli? mtoto wa watu yule Rashid alikuwa hata simu tu hii, nakwambia nikiinuka, lakini tayari ashanitumia ma... ni haki kama hivi. Nakuja hivi ndo nakuja, nakuja hivi, nakuja kuomba, ni haki? Mama jamani, sisi bado ni wachanga katika hii ndoa jamani, na bado tunajikuza pole pole. Sasa mama, unavyosema maneno yote hayo jamani. Poli. Naelewa, naelewa lakini, na sasa na mimi mmenitupa, mmenitupia nani mama mmenitupia nani menitupa menitupia nani mama, huyu huyu Rashidi, mnasema alikuwa anampenda sana huyu. Wakati nilipokuwa napatana na mke wangu mimi hakunitajia mtu anaitwa Rashidi hata siku moja. Ananiambia, ni kweli, alikuwa na mahusiano akachika. Na alikuwa, alikuwa na mimi nikampata, alikuwa ama ulikuwa umeolewa, mi sijui, alinambia tu kwamba alikuwa na mahusiano, ni sawa hiyo lakini pompata alikuwa yuko peke yake, na tukaelewana na mka nyinyi mkaturidhia, mkatubariki, tuko wana sasa hivi. Sioni kwamba anateseka huyu, unateseka ama kunao tatizo? Mbona umelezea mama ambayo mi silijui? Jamani, mume wangu mimi sijamwelezea mama chochote. Mbona sasa kauli hizo zitoke kwa mama, hasa mama? Hata siwe pengine ukasirika unitajie, lakini mama mwenyewe, kwani Rashid alikuwa ni wako ama alikuwa kuna usano vipi hapo? Ama, ama nyinyi wawili mna, mna vitu mnaongea ambayo mimi sijui. Ah, mbona sasa mbona unasema hivyo jamani? Ah, lazima niulize. Sikujua mimi, sikujua kama atakuwa hai. Sijajua asingekubali ha, mwanangu olewe. Sikubali Rashidi mwenyewe nikamsubiria Rashidi. Ni sawa. Kwa hiyo huyu Rashidi onekana alikuwa anakupenda sana. Kama huyu Rashidi kweli alikuwa anampenda, mbona basi na upendo wake wote alivyokuwa anawafanyia, mbona akaenda akamwacha? Lakini alikuwa akinisaidia, nyinyi mmenitupa, si sampuli hiyo lakini. Shida hapa nikusaidiwa ama ni Rashid ndo shida? Mmenitupa. Subra huvuta heri, subra huvuta heri. Mimi na huyu mke wangu hamjui tunawapangia nini, hujui wewe kama mimi na mke wangu tunawapangia nini. Kila wakati nakukaribisha hapa, tukuwa na furaha yote, lakini sasa naona tamu nazidi kwa uchungu kwa maneno yenu ya kukatakata maini. Hey, maneno si mazuri, lakini kwa sababu meamua, ni sawa jamani? Mimi nasema hivi. Si heri basi ambatane na mamako, maana mimi si chochote hapa sasa. Ambatane na mamako uende nyumbani, msubiri Rashidi. Hakuna lolote nimekoseka hapa, hatujapata hata mtoto hata mmoja. Mwaka ni wangapi huu? Mwaka ni wangapi, subira hiyo? Mwaka ni wangapi mwanangu? Mwaka ni wangapi Lakin... Rashidi, ilikuwa hata nikiinua tu simu, maskini mtoto wangu anashanitumia. Nyinyi mwaka ni wangapi? Watatu huu, hata wajukuu hamjaniletea hata mmoja. Mama mama jamani mama, si ni kuzoa jamani, si ni mipango ya Mungu? Sawa na ilo, ni mipango ya Mungu lakini hmm, mwaka ni watatu ngani. Yako kina Rashidi kule, wenyewe wana vizazi vapata kule. Ingekuwa saa hizi nishapata, nami nishapata viturunyu zangu hapa viwili vitatu, ha? Mwanangu mwaka ni watatu huu. Sasa kwa sababu nimeona sasa nyinyi mnalinganisha mimi na Rashidi na Rashidi ni bora kushinda mimi, basi cha kufanya hapa huyu ah, akusanye virago vyake, umshika naye wende akamgoje Rashidi kama utamfunda utafaa. Nisemeje nisemeje wangu, sijaja kuvunda nyumba mimi, nataka uwe bora kushinda Rashidi, ndio maanataki sikuja kuvunda nyumba Nataka uwe bora kushinda Rashidi. Na mi hapa... mwanangu unaangalilie kushinda vile Rashidi alikuwa akimwangalia. Ndio maana mi katangulia kasema, kila safari ndefu inaanza watu wa moja. Sisi tumeanza hapo, tumefika bado kidogo, tututimize mambo mengi. Ivile tu sisi, sisi si Rashidi, sisi ni jamii moja tofauti kabisa na Rashidi. Na hilo jina Rashidi sijui kwa nini linatajwa tajwa. Sawa naelewa mpwa wangu. Sasa mimi hata sita kujua zaidi fanya hivi kusanya virago shika na mama Ana. Wakati mkitulizana kila kitu, mkitatua kila kitu mtaniita, usije uniite mimi, nitakuja nyumbani. Acha kunishika usijaje kuvunda nyumba huko. Nataka uwe bora, yani unifanyie mambo kushinda Rashidi, yale alikuwa akinifanyia mama. yani mama, mama mimi si Rashidi, hata siku moja na sitafanya kama Rashidi. Nitafanya kulingana vile Mungu ataniwezesha. Niliwaambia safari ya maili mia moja inaanza kwa hatua moja, na si ndo hatua tumeanza kushika nilikuwa naomba tu mwana subra lakini hamsikii, lakini kwa sababu mmeamua ni sawa. Lakini kwa nini mmeamua? Sasa tumeamua na nani jamani? Mimi nasema hivi, si heli basi, uambatane na mamako. Nilikuwa nafikiria nimefika mimi, nimetulia lakini sasa hivi ni nipange mpango mwingine. Ah, usiseme hivyo mume wangu. Jamani mama, lakini mbona? Lakini basi kama ni hivyo, yawekeni sawa maneno yenu alafu nikija mtaniambia mmeamua. Tafadhali, tafadhali. Si sihisi si, si, sawa. Mimi si vizuri hivyo mama, ah. Lakini namfanya hivyo mbona? Kwa ndoa ya yangu mama, mimi nimeolewa, mimi si mtoto mdogo tena. Kwa nini namfanya hivyo? Lakini la kuna mazuri yaje mwanangu, ah. Mazuri gani? Mimi nimeolewa sasa hivi. Mama mimi sita na siko si mambo na Rashid. Mambo Rashid alipitwa na wakati. Mbona sasa unaleta mambo Rashid bila mume wangu lakini ni haki kweli. Nasikia fununu Rashid yuaje. Nasikia fununu Rashid yuaje muate aende. Lakini mbona unanifanya hivi? Bado kalikuwa mtoto mdogo muate aende. Sasa mimi Rashid mimi anataka msaidie. Rashid yuaje. Kumbuka kumwambia kama umeolewa. Mbona Rashidi, kunio akatua mama yangu ndo atakuoa. Mimi najua nitafanya nini, atakuoa. Mbona lakini, mama atakunegoa. Atakuoa watana, naye aende Rashidi waje. Nataka uwe na maisha mazuri mwanangu. Nataka uwe na maisha mazuri. Ah, mimi kija kwenu kama naja kuomba zaka. Mimi nakutumainia wewe lakini, mwaka leo, mwaka wa ngapi? Mwa tatu hakuna cha maana nilichokiona. Mwanangu. Lakini mama, mimi sitaki. Sasa lakini

Nisamehe mume wangu, naomba unisamehe tafadhali. Naomba unisamehe yoyote, mama amesema, naomba uyasahau tafadhali, mume wangu. Naomba unisamehe, haikuwa kusudi. Naomba unisamehe mume wangu mkarimu.

tulichopanda oh, oh, oh, oh. mm -hmm. Kila neno, kila kitendo, kina maana, tuendeleze haki duniani oh.